Na mtazamaji, mchuano wa voliboli wa wachezaji walemavu baina ya kaunti umeingia siku yake ya pili hii leo katika ukumbi wa uwanja wa taifa wa Nyayo. Makala ya mwaka huu yamewaleta pamoja wana voliboli kutoka zaidi ya kaunti kumi na yalifunguliwa rasmi na mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Nairobi Esther Passaris. Mchuano huu unatumika kuteua timu ambayo itapeperusha bendera ya Kenya kwenye mashindano ya bara Afrika nchini Ghana mwaka huu.